Samia Suluhu ametikisa taifa na kuzua taharuki baada ya kutoa ujumbe ambao umezua gumzo katika misa ya kumwaga Jenista Mhagama. Hujambo na karibu katika ama. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa kauli ya msiba wa heshima aliyekuwa mbunge wa jimbo la Perahmio na waziri mstaafu Jenista Joaqin Mhagama akisisitiza mchango wake mkubwa kwa taifa, uongozi na sekta afya ya afya, katika ibada ya kuaga mwili iliyofanyika jijini da, Dodoma Desemba tarehe kumi na tatu mwaka huu. Rais Samia alieleza kwamba marehemu alikuwa kiongozi jasiri mwenye msimamo thabiti na moyo wa huruma aliyejitolea kuhudumia wananchi wa jimboni kwake na taifa kwa ujumla. Taarifa rasmi ya rais kuhusu msiba huu iliripotiwa pia na gazeti la Daily News na katika hotuba yake iliyosomwa mbele ya waombolezaji na viongozi wengine wa serikali, rais alitoa sifa ya kipekee kwa Jenista Mhagama akieleza jinsi alivyokuwa mlezi wa wengi ndani ya bunge la taifa na serikali kwa ujumla. Samia alisema Mhagama alisimama imara kutetea haki, maendeleo na ustawi wa watu aliowaongoza, akionyesha ubora wa uongozi uliotokana na maadili ya hali ya juu na uwajibikaji wa kijamii. Jenista Mhagama alifariki dunia Disemba tarehe 11 mwaka huu. Alikuwa mwanasiasa mkongwe aliyowahi kufanya kazi katika nafasi mbalimbali za uwakilishi na uongozi serikalini ikiwa ni pamoja na wadhifa wa waziri wa afya. Kifo chake kimeleta msiba mkubwa katika vuguvugu la siasa za Tanzania na kupokelewa kwa huzuni kubwa, sio tu ndani ya chama chake cha CCM bali pia katika ama, kati ya wadau wote wa maendeleo za kifo chake na mwombolezo rasmi zimetolewa na spika wa bunge Musa Azan Zungu akieleza hasara iliyosababishwa na msiba kwa taifa. Jenista Mhagama alitumika kama mbunge wa jimbo la Peramiho kuanzia mwaka wa elfu mbili na tano hadi wakati wa kifo chake mwaka wa elfu mbili ishirini na tano akihudumu kama ama kwa zaidi ya miongo miwili kama kiongozi wa umma. Kabla ya kuwa mbunge, alifanya kazi kama mwalimu, uzoefu uliomsaidia kukuza uongozi wa jamii na uelewa wa hali halisi ya changamoto za maisha ya wananchi. Mmoja ya maeneo ambako Jenista Mwagama alichangia pakubwa ni sekta ya afya. Akiteuliwa na Rais Samia kuwa waziri wa afya tarehe kumi na tano Agosti mwaka elfu mbili ishirini na nne mwagama aliongoza mageuzi ya sera mbalimbali mbali zilizolenga kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini. Taarifa ya Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba alifanya kazi za kimkakati ikiwemo kuanzisha bodi muhimu ama bodi mpya ya wakurugenzi wa mfuko wa bima ya afya aliyolenga kuhakikisha huduma bora za afya inapatikana kwa Watanzania wote. Zaidi ya hayo, Mhagama alitekeleza maagizo ya Rais katika kutoa rasilimali muhimu kama gari la wagonjwa pamoja na wataalamu wa afya kwa hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya Litembo, hatua iliyolenga kupunguza uhaba wa huduma za msingi katika maeneo mbalimbali. Na katika ibada kumwenzi marehemu, Rais alisitiza kuwa Jenista Mhagama alikuwa miongoni mwa wanawake wachache waliovunja vizingiti vya kijinsia na kuchukua nafasi zao kwa uwezo, ujasiri na maono thabiti. Alimtaja kama mtu aliyekuwa na moyo wa utumishi usiotukuka, kwenye mwenye weledi na nidhamu ya hali ya juu na mbali tolea kwa dhati katika nafasi zote alizoteuliwa. Kauli hiyo imechochea hisia mseto miongoni mwa Watanzania wengi wanaohisi hasara ya kiongozi aliyeathiri maisha ya wengi. Maombolezo yameenea pia kati ya viongozi wengine wa serikali, wa bunge, wanaharakati wa haki za wanawake na wananchi wa kawaida wote wakiungana na rais kutoa pole kwa familia na jamii ambayo imeathirika na msiba huu mkubwa. Viongozi wakuu wa serikali ikiwemo makamu wa rais na waziri mkuu pia walihudhuria ibada ya kumwenzi marehemu wakifunua na hadharani umuhimu wa kukumbuka urithi wake wa uongozi. Mhagama alianza safari yake ya umma kama mwalimu kabla ya kuingia katika siasa za uzalendo na kuwa mbunge. Alizaliwa Juni tarehe 23 mwaka 1967, na baada ya kazi yake ya ualimu, alihamia uwanja wa siasa ambapo alijulikana kwa uwezo wake wa kutetea maslahi ya jamii, na tangu kushinda kiti cha ubunge wa Parahamio mwaka 2005, alipata kutambuliwa kama kiongozi ambaye si tu alikuwa na umahiri wa siasa bali pia aliyejivunia uwezo wa kuelewa na kushughulikia changamoto za wananchi. Na katika utumishi wake serikalini, Mhagama alitekeleza majukumu mengi a ya yaliyochangia sera za kitaifa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hasa katika nyanja za afya, elimu na uandishi wa sera. Uzoefu wake kwa miaka mingi kama mbunge na waziri umekuwa ukitambuliwa kama moja ya nguzo muhimu za uongozi nchini. Ratiba ya mazishi ya Jenista Mhagama imepangwa kwa kina na ofisi ya bunge kwa kushirikiana na familia na mwili wake Uliaga kwa ibada maalum kanisa Katoliki la Maria Theresa Ledochowiska na baadaye utafanyika mashughuli ma ma nyingine za kumwenzi kabla ya mazishi kuu, na mwili wa marehemu unatarajiwa kuzikwa Desemba tarehe kumi na sita mwaka huu katika kijiji cha Rwanda, wilaya ya Mbinga, mkoani Ruvuma, eneo la asili ya marehemu viongozi wakuu wa serikali na wananchi wanatarajiwa kuhudhuria ya mazishi yao, kwani ni tukio linaloelezea umoja na heshima kwa kiongozi ambaye alifanya kazi kwa karibu na jamii mbalimbali mbali za Watanzania. Kauli ya rais na hisia za, za taifa zinazoonekana kufuatia kifo cha Jenista Mhagama zinaonyesha umuhimu wa, wa kutambua na kurekebisha jinsi viongozi wa umma wanavyofanya kazi kuhakikisha ustawi wa wananchi. Kifo chake kinatokana na msiba akibinafsi lakini pia kinatoa fursa ya kutafakari kuhusu urithi wa uongozi wa umma, thamani ya wajasiriamali wa siasa na mchango wa wanawake katika uongozi wa taifa. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari na mamlaka rasmi, Jenista Mhagama atakumbukwa sio tu kwa nafasi zake tu bali pia kwa jinsi alivyoweka msingi wa uongozi bora ulioshikilia maadili ya uwajibikaji, uaminifu na huduma kwa jamii na hili ni somo muhimu kwa Watanzania wote, kwamba uongozi bora unahitaji kujitolea, huruma na uelewa wa changamoto za maisha ya wananchi. Na katika kipindi hiki cha, cha, cha maombolezo, taifa linaungana kumwenzi kiongozi aliyeacha alama ya kudumu katika historia ya siasa na huduma ya umma nchini Tanzania. Hii ni kumbukumbu ya jinsi utumishi wa umma unaweza kutumika kuijenga jamii yenye uchumi endelevu, usawa wa kijinsia na uhuru